Farji ilayhi ra'aka Allah, basi rejea somo hilo, Allah akuchungi wewe. Wasadhkur huna amthilatan lahu, kwenye hii somo nitataja mifano yake. Lan ahliq situnyoa, lihiyati ndevu zangu, abadan, maana sitonyoa milele. Lan adhhab ila qaryati fi as-sayf, situenda kijini kwangu wakati wa joto yule msingi msimu wa joto. lan talabu illa idha kuntum, idha katabtum alwajiba, hamtucheza isipokuwa mtakapoandika zoezi. Lan talabu katika vile vitendo vitano. Kwa hiyo sehemu ya nasbu kama hapo inatangulia na lan unaondoa nun mshoni. Lan talabu hamtucheza. Al alatibau lan yahruju min almustashfa alyawma. Madaktari hawatotoka hospitali hii leo alatibau lan yakhruju katika alafalu alkhamsa, nuni imeondolewa. Ya bunayatu lan tadhabi ghadan ila almadrasa. Ya bunaya, ewe mtoto mooaike, lan tadhabi, hutoenda, ghadan, kesho, ila lmadrasati. samitu annaki lan tusafiri ila baladiki, nimesikia kuwa wewe hutasafiri kwenda mjini mwako samitu annaki lantusafiri, nimesikia kuwa ee hatusafiri, ila baladiki, kwenda mjini wako. Asema nafyu almadhi, kukanusha. Nafyu almadhi biharfi nafyi. Yunfa almadhi, kukanusha kitendo cha wakati uliopita biharfi nafyi ma kwa herufi ya kukanusha ambayo ni ma, ma katabtu darsa, sijaandika somo. Ma katabtu darsa, sijaandika somo. Ma dhahabtu ila suq amsi, kwenda sokoni jana. Ma dhahabtu ila suq amsi, kwenda sokoni jana. Yunfa al mudari'u, hukanushwa kitendo cha mudari' bi harfain nafy, kwa herufi mbili za kukanusha ambayo ni la na lan, la na lan. Lan hii ni katika zile herufi za Nasbu ila lan basi, inakuwa mansuba. Wal farq bainahuma kama yali: na tofauti ya herufi hizi mbili, la na lan, ni kama ifuatavyo. Namba moja, la linafi zaman al mustaqbal, ukanusha wakati ujao, wal hal, wal hali na wakati uliopo hivi sasa. Taqul fi, fi nafyi al mustaqbal, utasema ukanusha kitendo cha wakati ujao: la ashrabu al qahwata, maana yake kitakuwa na maanisha sitokunywa kahawa

min emamrun Isma Amrun, arju antashtaria lii hadha lkitaba, nataraji uninunulie mimi hiki kitabu min alhindi, kutoka huko India. Arju an tashtaria lii hadha lkitaba, nataraji uninunulie mimi hiki kitabu min alhindi, kutoka India. Indama tadhhabu ila hunaka, pindi utakapoenda huko fi utlati saifi, katika likizo ya kiangazi, katika likizo ya majira ya joto indama tadhhabu ila hunaka, wakati utakapoenda huko fi utlati sayfi, katika likizo ya majira ya joto. Innahu kwa hakika hicho kitabu bil lughati al urdiyati, kipo kwa lugha ya Kiurdu. Innahu kwa hakika hicho kitabu bil lughati al urdiyati, kiko katika lugha ya Kiurdu. Wa ma wajadtuhu fi al maktabati huna. Na wala sijakipata kwenye maktaba hapa wamawajadtuhu fi lmaktabati, sijakipata. So, katika maktabati, maktabati maana maktaba nyingi. Fi lmaktabati huna, sijakipata kwenye maktaba hapa. Anasema Ayub ana asif, mimi ni mwenye masikitiko, masikitiko. Inni lan adhhaba ila lhindi, kwa hakika mimi sitoenda India. Inni lan fi utlati saif katika likizo ya kiangazi inni lan adhhab ila Alhind, kwa hakika mimi sitoenda India fi utlati saif, katika likizo ya kiangazi uridu an adhhab ila Baghdad, nataka niende Baghdad. Uridu an adhhab ila Baghdad, nataka niende Baghdad, mji huo katika nchi ya kati ya Iran au Iraq, nchi moja hapo. Naam, li azura khadi, ili nikamfanye ziara mjomba wangu alladhi ya'malu, ambaye anafanya kazi, khali alladhi ya'malu fi sifarati lhindi, hunaka ili nikamzuru, nikamtembelea mjomba yangu ambaye anafanya kazi katika ubalozi wa India huko, huko no. Anasema amrun wa ikhwatuka, na ndugu zako

Uridna an yadhhabna ila makkata, wanataka waende maka. Wanataka an yadhhabna ila makkata, nataka waende maka. Awalan, waende maka kwanza. Liyatamirna, ili wakafanya umra. Wayabqaina hunaka shahran, na wabakie huko kwa muda wa mwezi a

kwa ajili ya kumzuru ammi yetu ambaye anafanya kazi katika moja ya benki huko. Alladhi, ambaye yamalu fi ahali almaswarifi, anafanya kazi katika moja ya benki hunaka, huko. Anasema amrun atarif ahadan min atullabi at alhunudi. Je, unamfahamu yoyote katika wanafunzi wa Kihindi? Min atullabi at alhunudi, katika wanafunzi wa Kihindi. Yadhhabu ila alhindi hadhihi alutlata, ambaye anaenda

Kununua kitabu min Pakistan, kutoka Pakistan. Fa inna alkutuba alurdiyata, kwani kwa hakika vitabu vya Kiurdu, vitabu ambavyo vimeandikwa kwa lugha ya Kiurdu. Ki maujudatun ni vyenye kupatikana, fil Hindi wa Pakistan wa Pakistan, ni vyenye kupatikana India na Pakistan.

Na nitamwambia yeye asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa na mwaga Ayyub kwa kumpa salamu wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh kwamba amnunulie kitabu kutoka Pakistan. Tamarinu mazoezi namba moja. Ajib anil as'ilatil atiya jibu maswali yafuatayo. Aina yuridu Ayyub an yadhhaba? Wapi anataka kwenda Ayyub? Fi utlati saif, katika likizo ya kiangazi. Aina yuridu ayub an yadhhaba fi utlati saif? Wapi anataka ayub kwenda? Fi utlati saif, kwenda kwenye likizo ya kiangazi. Kwa hiyo anajibu kulingana na hiyo habari hapo juu. Namba mbili. Aina yaamalu khalu? Wapi anafanya kazi mjumba wake? Aina yaamalu khalu? Wapi anafanya kazi mjumba wake. Watatu limadha yuridu ikhwatuhu ayyabqa bil madinati munawwarati munawarati? Kwa nini unataka ndugu zake kubaki kwenye Madina yenye nuru. Kwa nini anataka kubaki katika mji wa Madina? namba nne limadha turidu akhawatuhu an yadhhabna ila Makkah, kwa nini anataka dada zake kwenda Makkah. limadha turidu akhawatuhu an yadhhabna ila Makkah, kwa nini anataka dada zake kwenda Makkah. na namba tano liziarati man yadhhabna ila Riyadh, kwa ajili ya ziara ya nani wanaenda Riyadh maana dada zake Ayub. liziara timan yadhhabina ila Riyadh kwa ajili ya kumzuru nani? Wana, wanaenda Riyadh kwa. Maswali yote haya yanajibiwa kulingana na maelezo ya kwenye habari. Namba mbili, yuridu amrun ayashtari kitaban faransiyan min alhindi. Ina wewe ni kusahihisha. Anataka amru kununua kitabu cha kifaransa kutoka India kwa? Bila shaka si kweli, naam no. Na kunua kitabu cha Urdu. Namba mbili, Jafarun minal hindi. Jafar ni kutoka India. Namba tatu, lan yarjia khalidun ilal jamiati. Hatorejea Khalid chuoni liannahu la yuridu an yadrusa. Kwa sababu yeye hataki kusoma. Kwa kutazama kwenye habari ni kuwa hatorejea kwa sababu ni mgonjwa, atabaki ku India kwa ajili ya matibabu na sio kwamba hataki kusoma. Ajib anil as'ilati alatiya. Jibu maswali yafuatayo binafi kwa kukanusha mustamilan hali ya kutumia herufi lan... Naam, pamoja. Unaenda kwenye mji wako katika likizo ya kiangazi. Atadhhabu ila baladika, je, unaenda katika mji wako? Fi uthlati saifi, katika likizo ya kiangazi. Tasema lan adhhaba ila baladi fi uthlati saifi, situenda mjini kwetu katika likizo ya kiangazi.

ila almalabi hadha almasa, hatutwenda uwanjani jioni hii. Namba tatu. ayadhhabu zumalauka ila almuthafi ghadan ya Ali? Je, wataenda mazamili wako makumbusho kesho, ewe Ali? ayadhhabu zumalauka je, wataenda mazamili wako, ila almuthafi, kwenda makumbusho, ghadan, kesho, ya Ali, ewe Ali, kwa Ali. Yakikanisha tunasema lan yadhhaba zumalai hawatuenda mazamidi wangu ila almuthafi gadan kwenda makumbusho kesho. hawataenda makumbusho kesho. namba nne. namba tano. atalabuna kuratalqadami hadha almasaa, ya ikhwanu, mtacheza mpira wa miguu jioni hii?

Adawat vile vitendea kazi vitendea kazi vya kukanusha vifuatavyo, kaanza kwenye alif: dhahabtu ila suq amsi, nilienda sokoni jana. Kisha kushoto akakanusha akasema: ma dhahabtu ila suq amsi, sikwenda sokoni jana, kwa kutumia ma kukanusha, kwa kutumia ma. Kisha anasema Adhabu ila suuki kulla yaumin, naenda sokoni kila siku. Adhabu ila suuki kulla yaumin, naenda sokoni kila siku. Kisha kushoto wakakanusha wakasema: la adhabu ila suuki kulla yaumin, siendi sokoni kila siku. La adhabu ila suuki kulla yaumin, siendi sokoni kila siku. Na sentensi ya tatu anasema: saadhabu ila suuki ghadan, nitaenda sokoni kesho. Saadhabu ila suuki ghadan, nitaenda sokoni kesho. Lan adhhab ila as-souq ghadan, sitenda sokoni kesho. Lan adhhab ila as-souq ghadan, sitenda sokoni kesho. Al amthila al atiya, soma mifano ifuatayo. Lan adhhab ila qaryati fi uslati as-sayf, sitenda kijijini kwangu fi uthlati saifi, katika likizo ya kiangazi hadha al-ama, mwaka huu. Lan adhhab ila, ila qaryati, sitoenda kijini kwangu. Fi uthlati saifi, katika likizo ya kiangazi hadha al-ama, mwaka huu. Inni mut'abun jidda, mimi ni mwenye kuchoshwa mno. Falan akhruja min al-bayt al-yawma bas, sitotoka nyumbani leo falan akhruja min albaiti alyauma basi, sitotoka nyumbani leo. Tatu, lan atruka asalata abadan, sitoacha swala milele. Lan atruka asalata abadan, sitoacha swala milele. Naam, ane qala almudarrisu amasema mwalimu, lan asmaha lakum bidukhuli, sitoruhusu kuingia. Lan asmaha lakum, lan asmaha wa kuingia kwa hivyo. Hivyo sentensi zilizobaki namba tano, namba sita, namba saba. Sentensi namba nane, qala al yahudu li Musa, alayhi salam, wasema ayahudi kumwambia nabii Musa alayhi salam, ya Musa, ewe Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin, hatutusubiri juu ya chakula kimoja. Manake wanataka chakula vingine sio kimoja tu. Sallallahu alayhi wasallam

Naam, kisha swali namba sita, adkhil lan ala al-af'al al-atiyah, ingiza kitendo herufi lan katika vitendo vifuatavyo. wadhbit aw akhirah, nadhibiti mwisho wa vitendo hivyo, utaondoa nunu mshoni. Yashrabuna, lan yashrabu. Naam.

asifu ni kule mtu kujisikia vibaya, au wazungu wanasema sorry ya kujisikia vibaya kwa jambo fulani. Ana asifun, kama vile unavyoomba kusema naomba nisamehe, unasema ana asifun. Naam. Sifaratun ni ubalozi, sifaratun. Aamun mwaka, aamun. Miaka mingi ni aawamun, miaka aawamun. Hindiyun muhindi, hindi. Rajulun hindiyun, mtu muhindi. wakiwa okay, ni wengi hunudun na khamrun pombe khamrun pombe nyingi ni khumurun. Mawjudun chenye kupatikana mawjudun. Mutabun mwenye kuchoshwa. Harirun hariri. Addunia ni dunia. Alakhiratu ni akhira maisha kaburini na yawmul qiyama. Mustakbalun wakati ujao. Badun mwanzo au kwanza badun. Ahadun ahadin. Abadan milele abadan.